mahitaji ya juu ya umeme ya nchi yetu mwaka elfu mbili kumi na saba kumi na nane ilikuwa ni megawatt elfu moja na arobaini na tano megawatt ni wingi wa umeme megawatt elfu moja na arobaini na tano ambapo mwaka elfu mbili kumi na nane kumi na tisa mahitaji yaliongezeka yakawa megawatt elfu moja na mia moja kumi na sita nukta sita maanake kwa mwaka mzima ziliongezeka megawati sabini 2021 tukafika 1201 mwaka 2021 22 ikapanda, tukafika 1340 kama mnakumbuka, kipindi hiki kukaanza matatizo ya umeme. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na chanzo kipya chochote kilichojengwa cha umeme nchi hii baada ya bomba la gesi kuingia Dar es Salaam. Lakini mtakumbuka mwaka 2017 18 Serikali ilipiga matarajio ikaona uwezekano wa mahitaji ya umeme kuongezeka utakuwa mkubwa, tutafute chanzo kimoja kitakachojenga ili tuondokane na matatizo ya umeme. Mtakumbuka hapa, ndo tukaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere kwa sababu tulivyoprojekti, tukaona mm, huko tunakoenda tutakutana matatizo. Kwa hiyo elfu mbili ishirini na tatu hapa tukaingiza Julius Nyerere mashine ya kwanza, mashine ya pili, mashine ya tatu. Na sasa nataka niwape tu taarifa, jana ndio tumekabidhiwa mashine ya tisa ya mwisho. Kwa hiyo kule Julius Nyerere kazi imeisha. Sasa ukiangalia 2023 24 tulifika 1645. mwaka huu mwezi wa pili tumerekodi kwa mara ya kwanza megawatt 1908. Sasa jedwali moja wapo liko hapa nililiandaa hili ndio litawasaidia zaidi na nadhani baadaye tutawapatia mweze kuliona mtaona msambao ulivyo jamani kwenye uchumi unaokuwa ongezeko la nishati ya umeme la asilimia kumi na tano karibu kumi na sita kwa mwaka ni rekodi ambayo haipo hapa Afrika jaribuni kuangalia nchi yoyote ambayo mahitaji yake yanaongezeka kwa kasi kubwa ya nai. na hii haitokei kwa bahati mbaya inatokea kwa sababu moja tu Serikali yetu kwa miaka minne hii imefanya kazi kubwa ya kuifungua nchi, na kwa kweli, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Rais wetu mwenyekiti wetu ametufanyia kazi kubwa sana kwenye sekta ya nishati. Sasa sasa hivi hali yetu ikoje? Hali yetu ilivyo, ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere, kama mahitaji yetu ya juu kabisa ni elfu moja na mia tisa na nane maanake ni kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake lina uwezo wa kuirisha nchi hii kwa umeme bila matatizo bila vyanzo vingine. Na ndio maana mkiangalia mitambo ya gesi mingine tumeizima. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji una bei nafuu. Na kulikuwa na mitambo tuliyokuwa tunazalisha ya Songas ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inapigiwa kelele. Na muda wake ulikuwa umefika mwisho. Watu wakawa wanatamani tuongeze muda. Mheshimiwa Rais akasema, sitaki umeme wa bei kubwa kwa wananchi tunamalizana nao mkataba songas aende tutazalisha umeme wenyewe. Hili jambo ni kubwa sana, nilishindikana kwa zaidi ya miaka ishirini. Songas mnaifahamu, kila mtu alikuwa anaisema Songas jamani, imeisha muda wake. Wakati wa Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kweli tunamshukuru sana na tunataka tuna, tuna tuwambieni wajumbe wa baraza kuwa sekta yenu ya nishati, Mweshimua Raisi ameifanyia kazi kubwa sana. Sasa nimalizie mwenyekiti, nilitaka niwape hiyo picha kwamba kazi hii ambayo rais wetu anaifanya haiwezi kujulikana kwa wananchi kama chama chenyewe hakitapata nafasi ya kuwaeleza Watanzania hali halisi.